Mheshimiwa mbunge, kwanza nikushukuru sana kwa jambo hili kubwa ambalo umelifanya hapa la kutuletea huduma hii ya macho. Hakika wewe unatekeleza ilani yetu ya chama cha Mapinduzi na mimi hapa, ndugu zangu, sitakuwa mzungumzaji mkubwa, lakini nimshukuru sana mbunge wetu Dk. Tulia Ackson kwa jambo hili analolifanya, hili jambo kwa wilaya yetu ya Mbeya mjini na mkoa wa Mbeya na maeneo mengine yote, jambo la kuigwa amekuwa hivi, lakini ameendelea kuyafanya haya na kutoa huduma mbalimbali ikiwemo hii ya leo ambayo tunashuhudia hapa. Sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana la kutoa huduma hii, na mimi kama mwenyekiti wa chama nimpongeze sana mheshimiwa mbunge Dk. Tulia Ackson kwa kutuletea huduma hii ya matibabu ya macho ndani ya jiji la Mbeya, na amekuwa akiendelea kuyafanya haya na hakika nastahili kuendelea kumwombea mbunge wetu, na kama mnavyojua, mheshimiwa mbunge amekuwa ni mtu mwenye huruma, lakini anayafanya mambo mengi makubwa ambayo sisi kama Chama cha Mapinduzi na mimi kama mwenyekiti wa wilaya, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi nichukue nafasi hii kumpongeza sana na nikutie moyo, mheshimiwa mbunge, uendelee kufanyia hivyo wanadea tuendelee kupata huduma hizi.